Sako Media tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Kama mlivyosikia taarifa iliyotolewa na meneja wa TARURA wa mkoa kuhusu hii barabara ya kutoka Polisi Kirungi kilomita moja ambayo itakiwa kujengwa kwa kiwango cha lami, kandarasi ameanza tangu mwaka 2024, alitakiwa akamilishe tarehe nane mwezi wa tisa mwaka huu lakini kama mnavyoona hivi amerundika maudongo haya kwa muda mrefu na hakurudi site na hayupo hata hapa tulipo. Huyu mkandarasi yeye hayupo. Mpaka sasa hivi tumekuja kutembelea sehemu hii, ameshalipwa advance payment, fedha zile za awali za kuanza kazi. Amerundika tu maudongo haya ameondoka na hajulikani alipo. Meneja anasema ambacho kinapangwa sasa hivi ni kuterminate hiyo contract, kwa sababu kama mkataba wenyewe ulikuwa ukamilike tarehe nane mwezi wa tisa ambao umeisha pita, leo ni tarehe tatu mwezi wa kumi na haonekani. Kwa hiyo kinachofanyika sasa ni kwamba ni kuvunja huo mkataba, na kuna taratibu zake za mikataba, kama kuna vifaa vyake ambavyo viko hapa saiti, itabidi vikamatwe, na kuna masuala mengine ya kibenki ambayo huwa anakuwa ameweka fedha kama garantii za eh, security performance security, itabidi zichukuliwe zi na mkandarasi huyu. Kwa kweli sisi hatuwezi kuendelea kumtumia. Mimi ambacho ninasisitiza, makandarasi wenzetu wa Tanzania wako wengi sana na wamekuwa wakipiga kilio sana kwamba hawapewi kazi, wanapewa tu wageni, hatuwajengei uwezo. Na sisi tumekuwa tukifanya kila aliwezekanalo tuwape, tuwajengee uwezo, lakini makandarasi wengi wanakuwa si waaminifu anachukua malipo ya awali, anakula fedha za serikali, anaondoka. Mmojawapo ni huyu ambaye anaitwa HariCom. Kwa kweli ni jambo ambalo linasikitisha sana. Sasa sisi tuendelee, tuna taratibu za kimkataba ziweze kufutwa mkataba huu, tuanze kutafuta mkandarasi mwingine, na yeye atapata adhabu zile za kimkataba, lakini ameshachelewesha huduma hii kwa wananchi kwa muda mrefu wa mwaka mzima, ameshachelewesha huduma hii. Mahala hapa panajengwa kwa sababu panahitajika huduma hiyo, kutokana na mafuriko yanayojitokeza eneo hili na yeye mwaka mzima amesha potea kabisa, amechukua hela, haji kufanya kazi. Hii ni mita 500, nusu kilomita, kwa shilingi milioni 460. Hiyo hiyo shilingi milioni 460, pamoja na kwamba yeye ni kampuni ya daraja kubwa, amepewa na advance, lakini tangu mwezi wa nane mwaka 2024 mpaka hii 2025, ndio leo unaona zile pegi zile pale ndo amechonga zile aweze kuanza kuseti barabara zile pale na amesikia labda tumekuja kutembelea. Kwa kweli ni jambo ambalo linasikitisha sana, lakini amepewa na advance payment, hajafanya kazi, ndio kazi iko leo na mnavyoona bonde lote hili, maana yake wananchi zikaanza kunyesha mvua, wanaingia kwenye shida tena, ambayo ilikuwa iwe imeshaisha. Mita 500 maana yake angekuwa hata mwaka mmoja alikuwa amepewa, alikuwa mwaka ni mrefu mno, miezi mitano tu, miezi minne, angekuwa ameshakamilisha kazi hii, lakini ndivyo hivyo, hajafanya kazi. Kwa hiyo, kama alivyosema manager, inabidi wa terminate. Na bahati mbaya hajaleta equipment yoyote, yule wa kule Siya. Tumesema tashika equipment zake, okay. Mbili ana okay. Mashine ya graders, ya na excavator na lori mbili okay, lakini na mambo ya performance guarantee tutashughulika nayo benki, lakini huyu hapa ajaleta kitu chochote. Kwa hiyo kikubwa kwanza sisi tutam blacklist. Naomba kabisa taarifa zifike mpaka makao makuu ni kwamba huyu mkandarasi asifanye kazi zozote za ofisi ya rais TAMISEMI kupitia TARURA. Kwa hiyo ni watu ambao sisi hatutawahitaji waendelee kufanya kazi na sisi, na hata mheshimiwa waziri wetu, Mheshimiwa Mchengerwa alishaelekeza kwamba wizara yake haitataka kufanya kazi na watu wazembe, makandarasi ambao wanakuja kutia gharama na kuwaingiza hasara Watanzania, kukula fedha za kodi za Watanzania ambazo zinatakiwa kuhudumia watu wengi, anachukua mtu mmoja ana anaingia mitini Majina yanaitwa injinia Ibrahim Kibasa, meneja wa TARURA wa mkoa wa Pwani. Hapa tulipo ni barabara ya Polisi Kirungi, inajengwa kwa kiwango cha lami, urefu wa kilomita 1. Mkandarasi ni HariCom International wa Dar es Salaam. Gharama ya mradi ni shilingi bilioni moja na milioni 70 na 85 muda wa kumaliza kazi ni tarehe 8 mwezi wa 9 mwaka 2025. Mkandarasi huyu tayari alikwisha kulipwa fedha za awali za utekelezaji wa kazi hii, lakini mpaka sasa kazi hii bado iko nyuma. Mpaka sasa ni asilimia 15 tu ya utekelezaji. Sisi kama wakara, tulichofikia baada ya kuona kazi hizi zina kazi hii inaendelea kuchelewa, tumeshachukua maamuzi na tumeshamwandikia barua mkandarasi kwamba ndani ya siku kumi na nne kutoka Jumatatu ya wiki hili kama hatorudi saiti basi tutavunja mkataba huu kwa maslahi ya wananchi, kwa sababu hatuwezi kuendelea kumsubiri mkandarasi afanye kazi lakini kazi hafanyi. Hapa tulipo ni barabara ya Kaunda Kikopo, mita 500 ni ujenzi wa kiwango cha lami. Mkandarasi anaitwa Trinity Manufacturing Services kwa gharama ya milioni 458,605,352. Kazi hii ilitakiwa kukamilika tarehe 20 mwezi wa 8 mwaka 2025. Mpaka sasa kazi zilizofanyika mimi naweza kusema ni kama hakuna, kwa sababu ndo leo nimemkuta mkandarasi ndo anatengeneza pegi kwa ajili ya kuanza kufanya realignment ya barabara ili anze kutengeneza barabara hii. Kwa hiyo maana yake muda wote tuliokuwa tumempa hajafanya kazi yoyote mpaka sasa. Kwa hiyo kama ofisi, kwa maana ya wakala wa barabara mkoa wa Pwani sisi tumeona sasa, mkandarasi huyu yawezekana kazi hii pia imemshinda. Kwa hiyo sasa maamuzi tunayoelekea kuyafanya tunaelekea kwenye, kwenye termination, tumeanza hatua za kuterminate mkataba ili kusudi kazi hii apewe mtu mwingine, basi mkandarasi mwingine mtanzania kama yeye mwenye nia njema ya kufanya kazi hii anaweza kuja kufanya. Kasaco Media tunaangazia maisha, tunaandika kesho.